Tunaendelea kujiandaa kwa ajili ya mtihani wa KCSE. Karibu kwenye dakika tano za Kiswahili. Katika kipindi cha leo, tunaangazia mwingiliano wa maneno, na kama kawaida, nakupa maswali pamoja na majibu. Mwingiliano wa maneno ni ile hali ya neno kuwa na matumizi tofauti tofauti, kutegemea muktadha. Kwa mfano, neno linaweza kuwa nomino katika muktadha mmoja, kisha likatumika kama kielezi katika muktadha tofauti. Haya, wacha tuangalie maswali. Tumia neno kimya katika sentensi kama nomino, kama kielezi na kama kihisishi. Tutumie neno kimya kama nomino, tunaweza tukasema kimya chake kinatisha. Kimya chake kinatisha. Tutumie kama kielezi. Kielezi hutueleza zaidi kuhusu kutendeka kwa kitendo walinyamaza vipi? walinyamaza kimya, walinyamaza kimya pale. Kimya ni kielezi. Kama kihusishi, unaweza kusema kimya, sitaki kelele. Kimya, sitaki kelele. Mfano mwingine, tumia neno mpaka katika sentensi kama moja nomino, pili kihusishi, na tatu kielezi neno mpaka kama nomino, tunaweza kusema mpaka wa Tanzania na Kenya ni huu. Mpaka wa Tanzania na Kenya ni huu. Kama kihusishi, kihusishi, unaweza kusema tulisoma mpaka jioni. Tulisoma mpaka jioni. Pale mpaka ni kihusishi kama kielezi hapa, itabidi tuwe werevu, lazima tuongeze kiambishini. Hivyo tunaweza kusema tulikutana wapi? Tulikutana mpakani, tulikutana mpakani. Basi pale neno mpaka litakuwa ni kielezi. Mfano wa tatu, tumia neno vile katika sentensi kama kivumishi, kama kiwakilishi na kama kielezi. Neno vile kama kivumishi, kiwakilishi ama kielezi. Neno vile kama kivumishi kitakuwa ni kivumishi kionyeshi. Kwa mfano, vitabu vile ni vyangu. Vitabu vile ni vyangu. Kama kiwakilishi, ni rahisi, unaondoa nomino, basi utabaki na vile ni vyangu. Vile ni vyangu. tumia neno vile kama kielezi tumesema kielezi hutuambia zaidi kuhusu kutendeka kwa kitendo. Vile ni kielezi cha namna, beba mzigo vile, beba mzigo vile. Pale tumetumia vile kama kielezi. Tumia neno haraka katika sentensi kama nomino na kama kielezi. Haraka kama nomino: haraka yake ilimsababishia ajali. Haraka kama kielezi: anatembea vipi? Anatembea haraka. Anatembea haraka. Mfano wa mwisho, tumia neno alikuwa katika sentensi kama kitenzi kisaidizi na pili kama kitenzi kishirikishi kama kitenzi kisaidizi na pili kama kitenzi kishirikishi. Kama kitenzi kisaidizi, tunaweza kusema mwalimu alikuwa anasoma riwaya. Mwalimu alikuwa anasoma riwaya. Kama kitenzi kishirikishi, mwalimu alikuwa msomi. Mwalimu alikuwa msomi. Natumai umeelewa na umeweza kujibu maswali yote.